Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya tatu, unaona mtu aliyezaliwa kiwete anaponywa wakati Petro na Yohana wanakwenda hekaluni kusali. Huyu mtu alikuwa umri wake ni zaidi ya miaka arobaini, Biblia inatuonyesha pale. Sasa swali ni kwamba kwa nini Yesu hakuwahi kumponya mtu huyu? Kwa sababu kama amezaliwa kiwete na umri wake ni zaidi ya miaka arobaini wakati anapokea uponyaji wake ni wazi kwamba wakati Yesu anahubiri Yerusalemu, huyu mtu alikuwepo na alikuwa ni mtu mzima, angeweza kupokea uponyaji. So kwa nini ya kupokea uponyaji? Jambo la kuangalia hapo ni tofauti ya mtazamo ambao ndugu zake au rafiki zake walikuwa nao ukilinganisha na yule mtu ambaye ameongelewa katika Luka sura ya tano, walipoenda kwa Yesu. Huyu jamaa wa kwenye Luka sura ya tano, mtu mwenye kupoza ndugu zake walimpeleka kwa Yesu wapate kupona, mpaka wakatoboa wa dari ili wamshushe mbele ya Yesu, kwa sababu kulikuwa umesonga songa, hawawezi kumfikia. Maandiko yanasema naye alipoiona imani yao, alimwambia ee rafiki, umesamehewa dhambi zako. Sasa hawa ndugu wengine ambao wamezungumziwa kwenye Matendo ya Mitume sura ya tatu hao imani yao ilikuwa ni kumpeleka huyu ndugu yao aliyezaliwa kiwete kwenye mlango wa hekalu huitwao Mzuri, ili aweze kuomba kule, kuomba msaada, kusaidiwa pesa, awe ombaomba. Point ni kwamba imani ya kukuponya siyo lazima iwe yako peke yako. Itakufaa sana kama uko na watu wa kuamini pamoja nawe kupokea uponyaji. Ndio maana Yakobo sura ya 5 mstari wa 15 inasema, kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa. Hapo inaongelewa imani ya wazee walioitwa kuomba, siyo imani ya mgonjwa. Na kwenye Mathayo sura ya 15 inaongelea mama mkananayo ambaye binti yake alikuwa naumu, akaenda kwa Yesu uh, akaomba. Yesu akamwambia mama, imani yako ni kubwa yeye yeah, alikuwa anaomba kwa ajili ya binti yake, so imani ya yule mama ndiyo ikamfanya yule binti yake apone, wo na mama wa kiroho lakini je, yeah, mama wa kiroho imani yake ni kubwa, au ana imani ya kusaidia wewe upone, au mama wake wa kiroho, na yeye eh, ana changamoto zake za kiafya ambazo uponyaji umeshindikana, inabidi yeah, atumie njia nyinginezo. So sababu kubwa hapo ni kwamba yule mtu kwenye matendo ya mitume hakuwa na imani ya kupokea uponyaji kipindi chote cha Yesu kuhubiri pale Yerusalemu. Jambo la kujiuliza ni je, wewe unao watu wenye imani ya kukupeleka kwa Yesu na siyo kwenye mlango uitwao mzuri kuombaomba?